Njia kuu au namna ya kuwa mt, msanii mkubwa wa nyimbo za asili, lazima uzingatie mambo matatu, na mambo hayo ni muhimu sana, yanaweza kufanya ukawa msanii mkubwa sana, hasa hasa wa nyimbo za asili. Siwezi kusema sana kuhusu bongo flava, lakini kuhusu nyimbo za asili lazima uzingatie hivi vitu vitatu, ni vya msingi sana. Jambo la kwanza katika nyimbo za asili, ukitaka uwe maarufu na uwe mkubwa, lazima uzingatie mazingira. Simaanishi kwamba uwe unasafisha mazingira la, namaanisha kwamba nyimbo, wewe msanii lazima upatikane katika mazingira ya aina gani? Sio unataka kuwa msanii wa nyimbo za asili halafu nang'ang'ana kukaa mjini, utafeli tena kama wale vijana ambao bado wanaishi kigetogeto, wamepanga nyimbo za asili. Au usanii wa asili hauruhusu hicho kitu nyimbo za asili mara nyingi zinaangalia sana madri na zinaangalia sana kijana wao, wanapatikana wapi. Kama unaimba vitu vya asili, unatakiwa upatikane katika mazingira ya asili. Namaanisha kwamba uwe kijijini. Ukiwa kule kijijini, ndipo una uwezo mkubwa wa kupata na wale wafuasi ukiwa kule jijini ni rahisi kufahamika na kujulikana, kupata tenda. Lakini uking'angana kukaa mjini, sijui upange, sijui uwe na nyumba, unaishi mjini, wafasi itakuwa ni ngumu, tenda zitakuwa ni ngumu na watu kukufahamu itakuwa ni vigumu. Wapo wasanii wa aina mbalimbali ambao mi nimewaona wameng'ang'ana mjini, lakini mifumo hiyo ya mjini imewagomea na wameshindwa kufanya vizuri. Wewe ukitaka kufanya vizuri, hebu jikite kijijini. Hapo watakuita utaimba kwenye nyumba zao, hapo watakuita utaimba kwenye harusi zao, hapo watakuita utaimba kwenye matukio yale yale ya kijijini. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo natakiwa lizingatie, ili uweze kukaa na ile timu, wale madansa na uweze kunufaika na usanii wako wa asili, ukiwa kule kijijini utafanya maendeleo kwa urahisi zaidi kuliko ukiwa mjini kwa sababu mjini, kila baada tu ya kazi wanahitaji mapato au wanahitaji fedha, wanajikataa. Lakini ukiwa kile kijijini, utakaa na timu na wale vijana watakaa kwako, na wewe ni rahisi zaidi kufanya maendeleo, na hicho kitakuwa ndicho kivutio kikubwa hata kwa watu wengine kukusapoti na kukupa kampani. Jambo la tatu anatakiwa, na uzingatie sana maadili. Ukiyatunza maadili, utakuwa ni msanii mkubwa sana katika hiyo kanda, kama wakina Bahati Bugarama, kama wakina Kisima, kama wakina Gudegude -gude. mchambuzi wako ni mimi Zedi Rutema.